Asante ah, mtazamaji wangu kwa kunitazama mbele yako. Mimi naitwa mwenyekiti wa Mbozi. E, nimemleta mwimbaji mmoja tena nimekutana naye, mwimbaji wa nyimbo za Injili, sijasita kufika kukutana naye. Huyu mwimbaji anaitwa Geoffrey Mwamboneke bwana, eh, kuna wimbo mmoja aliimba, anasema umeangukia pabaya bwana, umenifurahisha sana, umenichokonoa mpaka kufika kukutana naye bwana. Namleta huyu mtumishi hapa, umtazame e, tumsikilize ah. Mtumishi wewe, ni nani? Watazamaji wanataka wakujue zaidi, mtumishi e, wakujue kihuduma unavyofanya, wakutambue zaidi mtumishi, karibu oh. Asante, asante sana, asante sana kwa majina yangu naitwa Jofre Amanyise Mwamboneke. Uh, niko katika mkoa wa Songwe na ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, pia ni mwinjilisti. nina Uh, ninafurahi sana kwanza Mungu kunipa hiki kipawa uh, ukienda hata kwenye mitandao yote utanikuta ya kijamii wewe, uh, usisumbuke kuteseka sana, hata unapoingia kwenye mtandao wa kijamii uandike Mwamboneke, tena kwa kutokukosea hata herufi hata moja. Uh, asanteni sana.